Miaka mitatu iliyopita Fadlu Davids alipitia moja ya siku zenye maumivu kwenye taaluma yake ya ukocha. Mei 20 mwaka 2022, akiwa msaidizi wa Mandla Ncikazi katika kikosi cha Orlando Pirates, alishuhudia ndoto ya ubingwa wa Kombe la Shirikisho Afrika ikiyeyuka. Ni baada ya kupoteza kwa mikwaju ya penalti tano kwa nne dhidi ya RS Berkane kwenye fainali iliyopigwa uwanja wa kimataifa wa Godswill Akpabio Nigeria, baada ya sare ya bao moja kwa moja ndani ya dakika 120. Sasa miaka mitatu baadaye, hatimaye imemrudisha Fadlu katika ulingo ule ule wa ndoto. Safari hii si kama msaidizi, bali ni kocha mkuu wa Simba Sports Club. Bahati iliyoje anakutana na mpinzani yule yule RS Berkane. Hili si jambo la kawaida, ni kama hadithi inayohitaji kuandikwa upya. Akizungumza kwa utulivu lakini kwa sauti nzito iliyobeba hisia za safari yake, Fadlu amesema na nukuu, soka linatupa nafasi ya pili, jambo ambalo si wote hulipata. Najua maumivu ya kupoteza mbele ya RS Berkane, najua hisia za kuanguka hatua moja kabla ya taji. Safari hii nipo Simba, nipo tayari kupambana hadi mwisho kwa ajili ya historia yetu na heshima ya mashabiki wetu. Tunawaheshimu RS Berkane kwa uzoefu na ubora wao, lakini tutajipanga kupambana kwa dakika 90, 120 au hata mikwaju ya penalty kama itahitajika Lengo letu ni moja tu kwa sasa, kushinda ubingwa wa Afrika, Fadlu amesisitiza. Katika kipindi cha maandalizi kuelekea kuikabili RS Berkane, atawaandaa vijana wake kucheza kwa kasi na umakini mkubwa, baada ya kugundua wapinzani wao ni hatari kwenye kushambulia kwa kasi, pia wanalinda vizuri lango lao. Kocha huyo raia wa Afrika Kusini hataki kuona yanajirudia ya mara ya mwisho kucheza dhidi ya RS Berkane, hivyo katika mazoezi yake programu ya kupiga penalti itakuwepo. Simba Sports Club imeandika historia mpya msimu huu kwa kufuzu fainali ya kafu baada ya miaka 32, kwa bao moja kwa sufuri dhidi ya Stellenbosch FC ya Afrika Kusini. Kwa upande wa RS Berkane, nao wamethibitisha si timu ya kubeza kwa kuwatoa CS si Constantini ya Algeria kwa jumla ya mabao manne kwa moja. Wa Moroko hao wamesisitiza uzoefu wao mkubwa katika michuano ya Kafu bado ni silaha kubwa wanayokuja nayo katika fainali dhidi ya Simba. Simba na RS Berkane si wageni kwa kila mmoja, msimu wa 2021 ishirini na mbili, walikutana hatua wa makundi ya kombe la Shirikisho Afrika. Mchezo wa kwanza uliopigwa Moroko, Simba walipoteza mabao mawili kwa sufuri, lakini walijibu nyumbani kwa ushindi wa bao moja kwa sufuri la Pape Osman Sako. katika kundi lao wote walikusanya pointi kumi, lakini RS Berkane walimaliza vinara kwa tofauti ya mabao. Simba walishia hatua ya robo fainali walipokutana na Orlando Pirates na kuondolewa kwa penalti nne kwa tatu baada ya sare ya jumla ya bao moja kwa moja, safari ambayo Fadlu alikuwa sehemu ya mafanikio ya Pirates kwa wakati huo. Berkane waliendeleza moto wao kwa kuitoa Almasiri kwa faida ya mabao ya ugenini, kisha wakaiondosha TP Mazembe kwa jumla ya mabao manne kwa mawili kwenye nusu fainali kabla ya kuikabili Orlando Pirates katika fainali, napo ndipo walipoandika huzuni ya Fadlu wakibeba taji kwa penalti. Kwa Fadlu, mchezo huu wa fainali una maana kubwa zaidi ya taji. Ni nafasi ya kusafisha kumbukumbu -kumbu ya machungu ya mwaka elfu mbili na ishirini na mbili. Ni nafasi ya kuthibitisha ukuu wake kama kocha mkuu wenye uwezo wa kuibadilisha ndoto kuwa halisi. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital. Mimi ni Jesse Tunuka wa Mwananchi Digital.